Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Siku moja nilikuwa ninapita katika kushuhudia habari za Yesu mtaani, saa ingine nyumba kwa nyumba, au naweza akakuta watu wako kwenye biashara zao, ninawafundisha habari za Yesu nawashuhudia. Nikakutana na vijana wawili wamekaa, wanasubiria mpira uanze, waanze kuangalia. Nikauliza swali nilipofika, nikamwambia, jamani, nimekuja na tamani niwaeleze habari za Yesu. Mmoja wao kaniambia, mimi hizo habari nazijua, mweleze huyu huyu. Ndo hizo habari azijue, natakiwa azijue. Kaambia basi hamna shida, subiri nitamweleza. Ila katika kumweleza huyu mwenzake, nikamwambia hivi ya kwamba haya ni mambo ambayo unatakiwa kuyajua, ili tujue wewe una Mungu sana au umeshampata Yesu. Ni jambo hili la msingi, lazima ili tujue wewe una Yesu ni pale inapotokea unampenda Yesu kuliko kawaida moyo wako kiu yako kwa Yesu iko sana, basi ujue wewe ndo umempata Yesu kuliko mtu yoyote, ila ukiona mtu ameridhika na Yesu bado hajampata Yesu. Nikafunulia kitabu cha Matayo tano mstari watatu, kwamba kwamba wa tatu ambayo inasema ya kwamba, kwamba heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Nikaonyesha kwenye Biblia ya Kiingereza ukisoma kwenye kibili, biblia Amplified, lakini pia na biblia ya The Message, anajaribu kueleza, anasema kwamba maskini wa roho ni watu ambao ndani ya mioyo yao ni wenyenyekevu, watu ambao wameona nafsi zao sio chochote wala sio kitu chochote, wanaona hawahitaji chochote, watu ambao wao wanaona wanamhitaji Yesu peke yake. Roho yako haihitaji pesa, pale hajazungumza maskini wa pesa, maskini wa mali, amesema maskini wa roho. Roho yako haihitaji fedha, fedha sio chochote, na kwenye roho yao kwa hiyo sasa, roho yako inahitaji Mungu sana kuliko chochote. Kwa watu wa aina hiyo ufalme wa mbinguni ni wa watu kama hao. Watu ambao wa yani kila siku shauku yake kwa Mungu inaongezeka, kufunga kwake yani mifungo inaongezeka, kuomba kwake ndo kunaongezeka, kusoma kwake neno kunaongezeka siku kwa siku, kusikiliza kwake video kunaongezeka. Watu wa aina hiyo ufalme wa mbinguni ni wa kwao. Lakini mtu ukianza kuona umeanza kuridhika na Mungu Jumapili unaenda kanisani yani, ye Jumapili na Jumatano hazitofautiani, basi wewe ujue wewe uko mbali sana, yaani uko mbali na ufalme wa Mungu. Unajua kunaule, Yesu akamwambia, kuna mtu alikutana naye akamwambia kwamba alivyomwambia kwa namna alivyokuwa kijana, Yesu akawaambia wewe, inaonekana basi ufalme wa mbinguni uko karibu nao. Kuna aina ya watu ufalme wa mbinguni wako karibu nao, kidogo wawe na Mungu, lakini kuna watu wako mbali sana, lakini kuna watu tumeivana na Mungu, yani tukitembea tunaomba, tukikaa tuna, yani kila muda tunahakikisha 24/7 tunamtafuta Mungu. Watu wa aina hiyo ufalme wa mbinguni ndio wako hao, hata misi chochote unatamani kuna huko hapo unaweza kuona, natamani kuna viwango, natamani kumuona Mungu. Alafu yaani kiwango ambacho unatamani kumuona Mungu ni kikubwa ukilinganisha na matendo unayoyatenda hapo, utamuona Mungu, shauku yako itabakia kwenye shauku tu, ila ukianza kuona hiyo shauku inakufanya ufanye nini? Hiyo shauku je, inakufanya ufunge? Eh, kwa sababu naamua siri, kinachofanya ni siri ni kwa sababu nataka nimuone Mungu, ili ninasoma neno, niangalie Mungu kitu gani sijakijua kwa habari ya Mungu kwenye neno Unasomaje neno? Unaposoma neno unasoma sifa? Kuna mtu anasoma sifa tu basi isia e, kwamba nimemaliza Biblia, nimemaliza kitabu. Ni vizuri hata mimi napenda hiyo, na sio kwamba, si, yani, nasoma biblia. Lakini, kuna kule kusoma biblia kwa lengo la kumtafuta Mungu. Watu wa aina hiyo ndio wataanza kupata ufumo da. Danieli asema, Danieli 9:2 kwa mba, mimi Danieli kwa ajili kwa, kwa kusoma vitabu nalipata ufahamu. Anasoma vitabu kwa kuzungu yani, kuna vitu unavifahamu. E, yani, kuna mtu anatafuta maandiko kwa ajili ya kubishania maandiko kwa ajili ya kufundishia, ila kuna mtu anatafuta maandiko aangalie siri kwa habari ya Mungu. Watu wa aina hiyo watamwona Mungu kwa namna ya ajabu, Mungu atajidhihirisha kwa namna ajabu. Kwa hiyo ukianza kuona kwa mambo na shauku ya Mungu, sio kivile wewe, sio mombaji kivile, upendi kuomba ha? Tena wengine hata akiomba apendi kuomba, kunena kwa rimo shandara bando nini, ndo nini? Haya, endelea endelea, mtu wa Mungu safi. Umefika, yani yani kuna aina ya mtu utaona, achana nao achana nao, ajakutana na mazingira akabanwa akashangaa nanena kwa lugha kama kichaa, kwa sababu kuna namna ajabana. Kwa hiyo ila wewe kuwa mnyenyekevu, omba mtafute Mungu na watu weneo ambao wana shauku ya Mungu, watu ambao wameamua kumimina mioyo yao kwa Mungu, watamuona Mungu. Mungu sio dhalimu, Mungu wetu ni Mungu wa haki. Yaani unaweza kukuta mtu anakwambia ni yani, ukute yani mtu Mungu, unaweza kukuta mtu anatenda mamiujiza ya ajabu, alafu yeye anakuta yani ni mtu mlevi mlevi, ana la la la la, yani mtu yuko hovyo hovyo haeleweki, alafu anatembea na Mungu? Hapana, kuna namna. Ukitaka kutembea na Mungu, kuna vitu lazima ufanye, kuna majukumu yako ambayo lazima ufanye kwa lazima, uhakikishe unafanya kwa hiyo natamani nikuombe shauku na neema ya Mungu ya kukusaidia wewe kuweza kutembea na Mungu. Biblia inasema Enoko akatembea na Mungu maisha yake. Hiyo neema ninaiachilia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Manda raba shanda rabu siko manda ya manda ya Musa ni manda raba do grande. Arosa proleto raso tereko parasto kapalash kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo unasaidika. Yesu anaingia kwenye maisha yako. Yesu anakubariki kwa nguvu za Roho Mtakatifu, neema ya kuomba, neema ya kukaa uswaki. Huo uvivu wa kipepo ninauondoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Maria. Huo uzembe, huo ulala wote wa kifamilia ambao hutaki utoke kwenye hiyo level, hutaki uendelee, hutaki uende kwa mtango kingine cha Mungu, ninaharibu hiyo nguvu ya kipepo. Roho Mtakatifu, naomba atamie maisha yake. Anayetamani kujazwa na Roho Mtakatifu, naomba Roho Mtakatifu kamjaze sasa hivi, ukaingie kwenye maisha yake. Sasa naotupa jina lako katika jina la Kristo Yesu. Asante Mwokozi. Amen. Amen.